Nafaida, na faida unajua ukiangalia alipocheza na Al Ahly, alitumia viungo wawili ambao ni Abakar Saba pamoja na Joseph Atabada ambao wote wamecheza kwenye ligi ya NBC. Kwa hiyo unawajua wanajuana wachezaji kwa hiyo kuna faida ya kwenda kucheza kwenye mechi ambayo wakati mwingine kuna watu ambao ndo kama remote wa ile mechi ukiwa unawajua mapungufu yao na uimara wao kwa hiyo ni namna tu a, kocha Pedro kocha wa Yanga anapaswa kuboresha eneo la kiungo Unajua, siku ile tulimwangalia Mudathir alicheza, lakini kumbe ndo tukaja kujua baada ya mechi kwamba alicheza akiwa na majeraha ambayo mm, yalipelekea uh, kuonekana kwamba uwepo wake unaweza ukasaidia. Utaona kabla ya kufanya ile assist ya goli ambayo alifunga Dube, kuna mipira mingi, baadhi ya muda alikuwa anaweza kuwa anapiga pasi azifiki kwa usahihi, lakini alikuwa anaweza kuhimili vizuri kwenye eneo zima la kukaba, alikuwa anaweza kwenda na uh, movement zote ambazo zilikuwa zenye uhatari. Kwa hiyo kuna namna kama eneo la kati ya kocha Pedro ataboresha akaenda uh, na viungo watatu kama ambavyo national walifanya kwa kuwakamata jes kabeia juzi, kwa kuweka viungo watatu pale eneo la kati, waliwakamata wale mpaka tukawaonea huruma. Yani kuna muda sabada mpaka anatolewa, nafikiri unaweza ukaona kama vile anashukuru kwamba boya anatolewa, kwa sababu mechi ilimpalia, kwa sababu eneo la katikati walikuwa wamezidiwa. Kwa hiyo ukiangalia ubora wa, wa Pakome unaangalia na ubora wa Max, ni wachezaji ambao wakati mwingine timu inapoelemewa wanaweza kuingia kati wakawapa backup wale wachezaji ambao wanacheza eneo la kiungo, kuongeza namba kubwa. Na ndo namna ambavyo nafikiri uh, inaweza ikawa ni mwenendo mzuri. Unajua mechi ya juzi ya Yanga unaweza ukaipima, si kwamba Yanga ilicheza vizuri sana, lakini Yanga ilikuwa anafanya majukumu yote kwa ufasaha na kwa umakini na kwa uharaka, walikuwa wanaweza kulinda kwa usahihi lakini walikuwa wanaweza kuanzisha mashambulizi kwa usahihi na kwenda kufanya kwa uhakika zaidi. Na unajaribu kuangalia mechi ile, hata Dube inawezekana ndio imezidi kumjengea morali. Unajua Dube amekuwa akikosa magoli mengi ambayo ni mepesi, lakini juzi ameenda kufunga goli moja ambayo ni gumu, na magoli yale ambayo tulimzoea akiwa Azam alikuwa akivifunga vilabu vikubwa, Simba na Yanga, anatokea pembeni, ana kevu, anapiga na amekuwa ndo magoli ambayo alikuwa anayafanya. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaona Yanga kwa muda mfupi chini ya Pedro imebadilika, ina uimara ambao umebadilika kwa muda mfupi hawaposesi uh, sana mpira, lakini wanakuwa na hatari zaidi wanapofika kwenye eneo la mpinzani, yaani wanaweza wakapiga touches kadhaa wakaingia, wakaonyesha wana hatari zaidi, tofauti na yule muhimili ambao alikuwa nao msimu uliopita, ukawa anapiga pasi kwa muda mrefu na kuweza kutengeneza mashambulizi. Kwa hiyo kuna eneo ambayo Yanga ni hatari, na na imani, unawelewa kwa nini wameamua kuondoka mapema. Wanaamini alielewa Algeria, tumeangalia juzi Singida jinsi alivyocheza na Sierra Belize eneo lilikuwa ambayo liliwasumbua sana ni dakika kumi za mwanzo kwa namna hali ya hewa ilivyokuwa imewasumbua. Kwa hiyo Yanga wanakwenda kwa, kwa mapema, wataadapti mazingira, wana kitu ambacho wataonyesha, na ana imani uh, kama wataweza kupata matokeo ya ushindi, itawapa confidence zaidi, kwa sababu tayari watakuwa na pointi sita, huku tatu ukiwa umezipata nyumbani, tatu umezipata ugenini. Kwenye mechi ya tatu wanacheza na national ambao watawafuata kule Misri na kuja kumalizia tena mechi ya nne hapo. Kwa hiyo unapokuwa tayari una pointi sita, inakupa matumaini zaidi ya kufanya vizuri zaidi na kuhakikisha kwamba Uh, unataka kwenda hatua ya robo fainali. Unajua ukiasikiliza Yanga mwezoni anakuambia kwamba malengo kufika group stage, lakini sasa hivi unaona tena sio kwamba lengo limefika la group stage. Sasa hivi wana matamanio ya zaidi ya hapo group stage walipo sasa, na ndio maana unaona wamecheza juzi jana, wamefanya recovering pale pale Zanzibar, na jioni kurudi wachezaji wamepumzika, leo wako safarini kuelekea Algeria. Kwa hiyo kuna kitu cha ziada wamekiona na wana imani kwamba wakienda kule mapema wanaweza akaboresha kocha akaboresha mbinu na wachezaji kuzoea hali ya hewa na wanaweza wakafanya vizuri, na kwa namna walivyocheza kabla ile tulivyoona juzi, kama Yanga watacheza kama walivyocheza na Rabat, basi ile mechi wanaweza kwenda kushinda kule kulegenini na kupata pointi nyingine tatu, jumla kupata pointi sita na utachangaa watakuwa wamekaa wa juu ya kundi, kwa sababu bado yeah, National naye anaenda Rabat kufuata Rabat kule Morocco, wakati Rabat amepoteza hapo, kwa hiyo bado itakuwa ni mechi ngumu, lakini hizo hiyo uh, timu ya National uh, mara nyingi kiwango chake kinaweza kufanya mara popote kwenye uwanja nyumbani na ugenini. Kwa hiyo bado Yanga iko na nafasi na unaelewa sababu ya kwenda mapema. Eneo hilo wakati tu akiboresha vizuri na wakaenda kupambana vizuri. Wakapambana kama walivyopambana mechi hapo na imani wanaenda kupata ushindi kwa sababu pia tayari hata eneo la mbele ambalo lilikuwa changamoto baada ya Dube kufunga goli ambayo ni goli gumu kuliko magoli ambayo alikuwa anakosa tayari na kurudisha kwenye hali ya kujiamini. UFM kutoka Tanzania.